Baadhi ya viongozi wa dini katika kaunti ya Nandi, wakishirikiana na wadau mbalimbali, wametoa wito wa dharura kwa serikali kuu kuongeza mgao wa fedha wa kukabiliana na njaa humu nchini. Viongozi hao wanataka kuwepo kwa mikakati thabiti ya kusaidia zaidi ya Wakenya milioni tatu ambao kwa sasa wanakabiliwa na makali ya ukame katika kaunti eh, 23 kote nchini. Wakizungumza katika eneo bunge la Emgwen wakati wa ibada maalum ya shukrani, viongozi hao walipongeza mamia ya wa Wakristo waliojitolea kuchangia msaada wa chakula kwa shule ya wanafunzi wenye ulemavu wa kusikia huko Kapsabet. Akiongoza hafla hiyo, askofu wa kanisa la AIC jimbo la Nandi, Moses Serem, amesisitiza kuwa hali ya usalama wa chakula bado ni tete, huku akibainisha kuwa juhudi za jamii pekee hazitoshi kukabiliana na janga hili. Na ni vyema tuwe na watu ambao wataguswa katika mioyo yao, pia wajali jamii. Ningependa nitoe wito wangu sio tu kwa Wakristo, jambo hili la kusaidiana aliendi na dini. Ni vyema sana tukijali wenzetu hata kule North Eastern, tuone kwamba tunawafikia na kuwasaidia katika hali ngumu ambao wanapitia. Tunataka ni haya mashule uh, yenye mahitaji maalum, si kwamba wako na wanafunzi wengi, so tukienda kwa capitation hawataweza uh, uh, hata kulipa wale wafanyikazi wao <coughs> nalo baraza la kitaifa la wazee wa